Inakwaje mtazamaji wa Vision Updates ya One New Vision channel ya TikTok? Mimi ni Dickson Lawrence Sabuni na hapa niko na mdau wa michezo atajitambulisha kwa jina lake. Inakwaje? Fresh. Salama. Good. Uh, unatambulika kama nani? Anatambulika kama Ahmed Swale, zikiwa zimebaki siku kumi ikiwa ni tarehe 16 na tunaisubiria tarehe 26 kuna dabi hapo ambayo itachezwa tarehe 26 katika nchi ya Spain, takutanisha Barcelona na Real Madrid. Barcelona akiwa hajaanza vizuri msimu huu akiwa amedraw mchezo mmoja na kufungwa mchezo mmoja, lakini kwa upande wa Real Madrid walifungwa mchezo mmoja. Kwa hiyo Barcelona iko nafasi ya pili na Real Madrid iko nafasi ya kwanza. Je, katika mchezo huu nani unampa nafasi kubwa kati ya Hansi Flick pamoja na Xabi Alonso, anaweza akala matunda katika mechi hiyo? Ah, kwangu mimi nawapa nafasi yote akaijipanga na vizuri nataendea kuondoka na ushindi kwenye hiyo mechi, kwa sababu Real Madrid wasije wakalala, kwa sababu Barcelona kapoteza mechi moja, kwa hiyo ni kama advantage ya kuongeza pointi zaidi kwa sababu wasale, kwa sababu hata wakitoa sale itakuwa na faida kwa sababu kama sasa hivi wamemzidi wamemzidi Barcelona kwa zaidi ya pointi mbili, kutokana na Barcelona mwenzie kapoteza mechi moja na sale moja mechi ambayo alipoteza na na Villarreal kama sikosei na, na Sevilla kama yeye. Okay, na Sevilla. Lakini unaiona Real Madrid ambayo iko na kikosi kizuri sana, pia Barcelona iko na kikosi kizuri. Ukitazama kuanzia kwenye mabenchi yao ufundo unaenda kwa Real Madrid, unamwona Shabi Alonso alafu kenda kwa kwa upande wa Barcelona unamwona hans hans flick hans Flick. Kwa hiyo kwangu mimi itakuwa ni game nzuri, game ya tafu kutokana na ubora kikosi pamoja na ubora wa makocha kwa pande zote mbili tunamwona Kylian Mbappe akiwa amewaka sio tu katika upande wa UEFA, bali hadi upande wa ligi yake, akiwa anaendeleza moto wa kufunga magoli. Na swali langu ambao nataka nikuulize na kama utaweza kupatia katika pande zote mbili, basi kutakuwa na shilingi elfu mbili na tutaenda kukutangazia elfu mbili au kukupea elfu mbili kupitia kamera hii, hii, ambayo tunafanyia mahojiano katika mechi ya tarehe ishirini na sita nataka unitajie wachezaji wawili kutoka Real Madrid ambao ni lazima watafunga goli katika mchezo huo na nitajia wachezaji wawili kutoka FC Barcelona ambao ni lazima watafunga katika mchezo huo. Siwezi nikasema moja kwa moja ni lazima watafunga kwa sababu unayozungumzia mchezo wa soka ni mchezo wa teamwork. Yeyote anaweza kufunga kwa sababu hata beki anaweza kupanda mbele. Mfano mzuri, ukitazama kikosi cha Real Madrid juzi tu ltatoa kushinda goli tena, goli la mbali, goli zuri sana. Kwa hiyo kwangu mimi, ni lakini, nawapa nafasi kubwa sana wachezaji wa mbele hizi takriban goli tisa. Lakini kwa upande wa Barcelona, huwezi kubeza uwezo wa Rashford, huwezi kubeza uwezo Lamlamal, huwezi kubeza uwezo wa Rafinya. Kwa hiyo yeyote kati yao atakaepata nafasi, ana nafasi kubwa ya kushinda goli kwa sababu wako na uwezo mzuri ambao wamebarikiwa kwenye miguu yao. Nataka tu wachezaji wawili kutoka pande zote mbili kwa sababu hii zawadi itakuwa ni ya kwako ya shilingi 2000 kama elfu mbili, kama tu wachezaji wawili kutokea pande mbili ambao wataweza kufunga katika mechi. Kwa upande wa upande wa Real Madrid nampa nafasi yangu, karata zangu zinaenda kwa Kylian Mbappe, kijana kutoka pale Ufaransa. Lakini kwa upande wa wa Barcelona, mimi naondoka na babu mbele pale Roberto Lewandowski. Lo, lo, kutoka licha ukongo wake, lakini tunaziona kazi zake chafu. Sio mtu wa kutumia nafasi vibaya vibaya, nafasi mbili basi goli moja na wachezaji wengine wa nyongeza ambao wanaweza wakafunga kwa upande wa Barcelona, nampa nafasi Lamine Yamal kutokana na ubongo wake mzuri ambao anajua uko chap sana, anajua kuamua matukio kwa haraka. Lakini kwa upande wa Real Madrid, nampa nafasi Vinicius Junior. Naamini Vini akiamka vizuri siku hiyo, basi naamini makubwa kutoka kwake. Basi nikushukuru kwa muda wako na zawadi tutakupa kupitia kamera hii hii, sawa. Uh, mimi ni Dickson Lawrence na hii ilikuwa ni One New Vision na hii ni Vision Updates. Masuala mazima ya kimichezo unayapata hapa, pia hata katika YouTube channel kama New Vision 05. Unaweza ukapata video hii full kabisa, cha kufanya nitakutumia link, ili usisahau kusubscribe, kushare, kulike, kufollow pamoja na kuwajulisha wadau wengine, lakini pia kutokana na hichi tuichokizungumza pia na wewe utoe komenti. Je, unaona ni mchezaji gani ataingia wavuni ikifika hiyo tarehe ishirini na sita ambaye ataweza kuwafunga Barcelona na ambaye ataweza kuwafunga Real Madrid? Toa komenti zako hapo, na wewe kama utaweza kushinda basi unaweza ukatumiwa hiyo shilingi elfu mbili. Cha kufanya katika komenti yako utume na nambari yako ya simu basi, shilingi 2000 unaweza ukaipata, na meseji ya kwanza kutumwa ndio message ambayo itakuwa imejishindia shilingi 2000. Kama itapata nyuma, e, nyuma ya kamera ni Willon official ambaye ameweza kutufanya sisi tuonekane vizuri sana mpaka wakati mwingine. Asante sana, naendelea kufuatilia wa new vision channel ya TikTok.